Vipi tausi. Tausi, we tausi, we vipi we? Kama una mawazo umechanganyikiwa, umepagawa, we unatembea na mawazo, utakuja ugonga na magari barabarani. Afu mtoto mdogo unatembea na mawazo mawazo? Yaani nipo njia panda, kila mtu anamwita babangu mchawi, kila mtu anamwita babangu mchawi. Ha, sasa hiyo wepaskua un, una mawazo kibao kichwani mwako, hmm. Utazeeka upesi. i mtu na shemeji yake mmekaa mnafanya nini hapa? Cha mana hasa mnachozungumza? Baba anazunguka mtaani kutafuta watu wa kuwaangia, mtoto anazunguka kudanga. Haya, wahujui kama huyu ni shemeji yako? Hujui kama ndugu yake zompa au malaya tu. Mchawi mtoto malaya! Samani mimi sio mchawi tena, unikome kabisa. Mimi sio mchawi, we shika adabu yako, si nikomeshe mimi. Sio saizi yako, mnenisikia yeye eh. Sasa unavona mimi mchawi mchawi, uliniona wakati na anga huko nini? Sasa ndio mnagombana, mnafanyaje yani? Wewe unaishinda kule kumtafuta mama tunu huko, amelogwa na baba yako, una kazi tu ya kudanga baba yani kwa, kwa kila mwanamume nimeona mbele yako, sio yani? Baba mchawi, mtoto malaya, mmeshindikana hata hiyo, yeah. Hiyo familia si ni mko na la, we, bwana lakini mtoto ndoka hapa. Haya, unaongea nini na shemeji yangu? Samahani, mimi si kahaba

Kumbe wewe umemchukua kweli mwanangu, nirudishie eh? Mwanangu hivi unajua yule ndo mtoto wangu mimi pekee. Sina mtoto mwingine, mtoto wangu ndio huyo. Unachukuaje mtoto wangu hivyo? Jamani, niue mimi basi, siwezi kuchukua wewe. Wewe umekomaa, bona mchukue mwanao? Na mtoto mwingine mimi nampata wapi? Nakuomba mimi nikupeleke wapi? bume bumebume yule mtoto ndo nampenda mimi ndo mke wangu sasa hivi. Wewe ushakomaa. Una faida kwangu wewe. Mzee, nionee huruma jamani, yule mtoto so, yule ni mtoto wangu Suna wa pekee, sina mtoto mwingine jamani. Hebu nionee huruma. Nakuomba wewe mzee, msaidie. Jamani. Wewe umatuni. Uko sawa? Vipi bwana, umekaa chini? Hebu nionee Mungu wangu. Mimi nimekutafuta mtaa mzima, nilikuwa siwezi kuona wala kulala. Hebu nionee. Kisala, <tikim kukulia> Mungu kweli jamani, Mungu anajibu maombi ya waja wake. Unaendeleaje? Mimi huyo mzee huyu, jamani kamchukua tunu wangu afu na mimi kanigeuza kichaa. Yaani mimi huyo mzee. Yaani wewe mzee ni shetani sana wewe, hauna hata chembe ya huruma, kila mtu anataka kufanya msukule wako, si ndio? Yani we moto wa jahana utakuunguza vibaya wewe na mkofi wako e ka shimo la choo wewe, yani mshirikina <tikim> mkubwa wewe, unadhani hautokufa huyu unaona sifa unavyovifanya si ndio eh? na unabati wow. Hao hao sikuja uingia kwenye anga zangu, nakwambia kuhusu mwanangu, utamyeta mwanangu popote alipo, mshenzi mkubwa wewe. mshenzi mkubwa wewe. Hajakoma kitu gani? Unamtisha nani sasa? Kwanza sura wewe hapo lipo utizame kwanza sura yake ng'enge ng'enge ng'enge. Nitakuja nikutokotokoa macho yako kwa uchawi nge, wako matunu Mungu mkubwa, mnafiki mkubwa wewe, sio kijua hapo kitu gani na baba yenu wewe. Moja enye kuangia watu shetani, Mungu wewe na baba yako mnamjua shetani wakubwa, unajua baba yako. Na mimi ndio yeye alinigeuza kichaa, huyu baba yako huyu anategemea hapa mtaani tu, atatumaliza wote, atuumize wote.

Nanguwa tau. Nanguwa tau. Nanguwa tau. Kiukweli, mi nakupenda alafu rafiki yako zompa ni wala hata sikimtaki, nakupenda wewe. Hata hivyo hata hivyo, zompa ana mkewe ana mke wake pda hivyo wetausi hivyo unapata pu ujasio kuweza mambo kama haya, eh, na unajua fika ili mimi ni ndugu yangu, na mimi najua kabisa wewe yule ndio mke wake mtarajiwa. Ah, wewe bwana Mkwaktausi, acha kuongea maswara bwana. We unajua kabisa mimi siwezi nikakuelewa, siwezi, siwezi. acha kabisa maswara mimi wananiwa na tu kweli kweli, ungekaa chini na tausi unielewa. Sasa wewe unaponiletea maongezi ya aina hiyo, na unajua kabisa siwezi nikakuelewa unajua kabisa ile mimi ndugu yangu na yeye. Sasa mimi nataka kitu kidogo tu kama atakuwa atanikwambia kuliko kukaa chini, haiwezekana. Unajua kabisa, yaani ambavyo vitu ambavyo vinakuja Alexi unapata wapi nguvu ya kukaa na mwanamke wangu bila ruhusa yangu, wakati unajua kabisa atausi na mwanamke wangu laini? Ipata wapi nguvu wewe, ndugu yangu unajua unapata vinguvu ya kutoka nyumbani unakuja hapo unaongea na tausi mi sijui, wakati unajua kabisa mimi tausi nampenda. Yaani, unapata watu ujasiri wa kuja kuonana na mwanamke wangu mimi, alafu mimi sina taarifa hiyo? We ndugu yangu Alex wewe ukafanya kitu kama hicho, yaani inawezekana mimi nikaa kule nyumbani wewe unakuja hapo unaonga unaonana na mwanamke wangu mimi, mi sijui hiyo? Yuko sawa, mwanangu, unafeli Oh. Sasa, kama yani, huyu ni shemeji yangu, sasa kosa liko wapi? Mimi kukaa na shemeji yangu, si maana nimekaa naye kwa sababu najua ni shemeji yangu. Hapana, hapana mwanangu, sio kivyo. Wewe ulipaswa uniambie mimi, bwana, naenda kuonana na shemeji nivote, nikafurahia. Na wewe umekaa hapa na shemeji yako, wakati unajua kabisa mimi Tausi sinampenda. Sina mkome wewe. Wewe nilishakwambiaga tena, sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu, mara nyingi. Mimi sikupendi, sikutaki. Jamani, we vipi? Mtu wako nani? Mtu wako nani? Sinachokataa eh, sinachokataa, nilikwambiaje? Sikupendi. Sasa nashangaa ananiamini kama sisi tukijia. Nilikwambia sikutaki, sikupendi, fanya mambo yako kwa njia ile. Sinijua sikujua kwa hivi, wewe unapofurahia mi anatamkia maneno machafu mbele yako, ananikataa mimi kwa sababu yako, wewe unaenjoy yaani, vipi? Sio kitu kimoja tu aya. Mapenzi mwanangu, afuni moyo akama ungepasua moyo wangu kwenye kifua changu, amejaa ame ame tausi tu. Katika pitapita yako zote, tafuta mwanamke mwingine mwanangu, achana kabisa na tausi. Tausi swala wewe, kumgusa tausi ni sana sana kumgusa moyo wangu

Atapatikana tu. Sasa kila wakati wewe wa unajinamia eh, tu unalia eh, sina. Tafuta tu, anapatikana. Nataka ni niende nikakamilishe jambo langu, bwana mdau Kona, na nakumpitia shee hapo tu tukatoe posa. Unajua kama hapa mtoto wangu hayupo, na sijui mwanangu yuko wapi. Ni kwa nini usinge tu kaa nyumbani tukatafuta mtoto pamoja? Ah, sasa mimi sijai kuomba ruhusa, mimi nimekuja tu kutoa taarifa. Nimekuja kutoa taarifa kwamba mimi wakati huu Natoka na kwenda kukamilisha jambo langu. Naenda kumpitia shehe, tunaenda kukamilisha jambo la posa. Sasa masuala ya kunieleza sijui mtoto, sijui na masuala mengine nikirudi. Sio sasa hivi tena. Lakini mmeonga mtu naenda kumwoa, kumbuka kuwa babake mzazi ni mchawi na kila siku nakwambia ndiyo aliyemchukua mwanangu kwa nini huelewi? Kwa nini sasa kama babake mchawi, ilo suala ya baba mkwe wangu mimi kuwa mchawi na mchumba wangu mimi vinahusiana nini? Baba yake atabaki baba yake kwa na uchai wake, na mchumba wangu atabaki kama mchumba wangu. Vitu viwili tofauti hivyo. Eh bwana, mimi nakwenda. Kama ndugu yangu, unipi support. Tutaonana wakati ambao nitakuwa nimerudi. <coughs> Lakini ndugu yangu, wewe una mke mzuri sana eh. Yani unapata ushawishi gani kwenda kuoa tena, mambo ya kutoa posa tena? Yaani akujaje ndugu yangu, mke kama huyu kweli? Bado una tamaa zingine ndugu yangu eh bmnngo nakupenda, naomba usiende, yeah. Shemeji, nampenda sana ndugu yako, yeah. Naomba umwambie. Mwambie ache kuniumiza. Anyway, najua shemeji <clears> hakuna <throat> sababu ya kuendelea kulia. Kuna wakati unatakiwa ufike na wewe ufurahi. Unajua, ngoja nikwambie kitu, kitu shemeji yangu. Unajua wewe wewe, mbona mwanamke mzuri Eh, wewe mzuri usilie we, ah, we mtoto mzuri sana sana, watu wengi wasije wanakutesa tesa kila wakati hivi bwana. Na unalia kama hivi, haujui jinsi gani ninapokuwa mimi nakupenda sana, na unapokuwa unalia kama hivi manisha wewe, naomba ushike adabu yako. Ah, yaani mimi nachokimaanisha ni wewe kukufuta haya machozi. Ebu hivi wewe ah, naomba nikuulize hivi, wewe una adabu kweli we? Hivi unanifanya mimi hivi? Naomba ukome, iwe mwanzo na mwisho kuniambia upumbavu wako. Ni mwanamke wa rafiki yako, ina maana hujui kama mimi ni mke wa rafiki yako? Ujui, ukome

baba yake kaondoka, mtoto naye kaondoka eh? Nitakuwa mtu wa kuzika tu. Angalia, ndio kipesi yangu nyumba yote hii bado. Napataani kula naipata wapi? an sijisiki kabisa kula, sijisiki kabisa hasa pokulazonguvu aona kumdai mwanao tazito hapa, kula ushibe. Tijia tunafanyaje? Tunafanyaje? nasinaenda kumtafuta Okay, mi naenda kumtafuta Mzee Fundo kwa sababu nafika asilimia mia ni ule mpenzi mpuuzi ndo kachukulia mwanangu. Yaani mimi mguu kwa. Yaani mguu, unaona huo mguu? Ukitoka hapa naenda kumtafuta ule mzee juu chini mpaka nimpate. Huko aliko kama yuko juu, uko huko kama chini, huko huko mpaka nirudishie mwanangu. Yule si anajifanya mchawi? Sasa nifanye mchawi sana ule mzee. Mwanangu pia atamleta. Atamrudisha. Subiri uone. Sisikia, sisikia sana, nikwambie. Tule tushibe, waenda zako kwa mganga, mimi naenda kwa ustazi mimi. Nitasema hata walbadiri, mradi kumtekeleza yule mzee. Sasa aanapokua unakaa na njaa, ipo tapata wapi mwanao? Oh. Ah. Bidhaya, bidhaya unasema tu. Nasema maumivu ya mama kwa mtoto yanajulikana. Hakuna mtu asijue maumivu ya mama kwa mtoto wake. waki subiri, ni nishibe ni nikishiba, kuna huyo mganga mtaenda. yule mzee eh yule mzee Atajuta kwa nini alikuwa mchawi. Mwanangu yani, yule anajifanya yeye ndo mchawi. Abgana, lazima nirudishie mwanangu. Mama tunaanza kula, tuondoke. Mimi yule mzee, simu wacha, nakwambia simu wacha, yule mtoto atamleta, nakwambia mama, mama.

Matunda, mbona mimi nasikia sauti ya mwanangu jamani? Mimi, mm, nasikia. Mm. Mm. Ah, wewe, wewe mimi nasikia na mimi sauti ya Ghazi. Mimi nasikia. Mbona sauti? Azali, baba uko wapi? Azali. Hmm? Mimi nasikia na sauti yake jamani, maajabu ya Musa. Mtoto jamani. Mimi nasikia kabisa.

kwambie hali zako zimezipata, unataka kwenda kwa mganga. Habari za kwenda kwa mganga sitaki tena, koma kabisa. Unanijua mimi sasa, ole wako, wende utanijua mimi. Nani sio, unanijua sasa, jaribu Babu, shikamoo. Mi siyo babu yako, shikamani nini? Tunazeeshana? Mi sio babu, mi kijana mwenzio, ndio kwanza nina miaka ishirini na mbili. Alafu siza kwambe kitu, alafu mi napenda sana modo. Hizo ndo zangu hizo, nazikubali. Hatari alafu mko vizuri kwenye mapete mapete eh? mzee unajielewa? Kwani sijielewi? Wewe unajielewa? Koma yeye, koma wee mzee jiheshimu, kwa kote unakozunguka hakuna wazee wenzio na namba yangu yaani, najuta hata salamu yangu kukupa. Kwanza mzee, kumbe hauna adabu eh? Sikiza nikwambie, unapiga teke sokola hela naja kulea unarusha? Sio narusha, nakwambia ukweli. Jiheshimu, pisha.